Ahlan wasahlan marhaba bikum, popote pale ulipo, karibu sana Gusi, karibu sana Kisi Kaunti. Hii ni ligi kuu taifa la Kenya, msimu mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano Sasa uenda wako tayari, baada ya muda wa kusubiriwa wamekuja, wamefika, wamewasili. Peter Okidi amejaribu kucheza na mfumo wa nne tatu tatu. Maxwell Mucheza ndani na Mark. Jojo Onyango, Marco Kola na James Ogache. Eneo la kati, Eric Okeo, Justin a na Kisimbali, na upande wa pili nao Kogalo, Sinisa Mihic. Mfumo utakuwa na mabadiliko makubwa, lakini Gad Mathews. Atakuwa na Alphonse Anes Joshua na Joseph Levin. Eneo la kati, Joffrey yupo Lawrence, yupo pia Alpha Chris Onyango. Christopher Wakili pembeni. Popote pale ulipo, salamu alaikum, amani ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana Bosongo, karibu sana Gusi, karibu sana Vietnam lakini karibu sana 254 kwa faida ya Kenya. Hii ni ligi kuu taifa la Kenya, msimu mwaka 2024 mwaka 2025 yupo nyumbani Shabana tore Bobe, yupo genini bingwa mtetezi Kogalo, Gor Mahia. Hii ni sauti ya beki asiyepitika, Ali Salim mali merusho ndani huko cheza kichwa lakini ni foul tani imeonekana. Israel Paima alipigwa oh, toka elbow pale yake Austin Musa Odongo. Kadi ya njano imetoka kwake Austin Odongo Musa kwa kitu ambacho ameweza kukifanya

hakuweza kuchukua moja kwa moja akaiyari kuweza kupunch, anaipata dari ya simsaga mnyambo. Sasa msaga anakwenda pembeni, anaileta ndani leo. oh! God Matthew, amekataa kwanza, derikokechi okay, bado okechi okay, kwake kiti mbali, anajaribu kuingia kati na kati, amekwenda chini, anaambua get up. God Matthew very keen kabisa hapa <laughs> Gusi pana hatari kweli kweli, na ni hatari. Darius msaga tena anajitengeneza, anataka kupita msaga. Darius <laughs> imekula side netting. Ana hamu kweli kweli. Msaga anataka kuendeleza momentum yake ya kufunga nifunga mechi yake ya mwisho baada raundi ishirini na saba kutona goli Samuel Onyango anakwana na ugati maze oh, ametoka ugati, inaletwa ndani, amekataa Jojo Nyango Rako Dizo anaunganisha. Ernest alilala nayona, alipiga kichwa chini, alipondua mpira ile mpira ule. Jojo, Jojo Nyango Rako Dizo ligonga kichwa. Justin Mwando Nyang'wara Masai anaulazimisha tena ndani lakini mpira huo ndio utakuwa mwisho wa kuchezwa kwa kipindi cha kwanza. Darius msaga mnyamba amefanya kazi nzuri pembeni, lakini haijazaa matunda dad. Matthew popote pale ulipo, karibu tena kwa kipindi cha pili, karibu kwa 45 za mchezo siku ya leo. Shabana tore bobe yupo nyumbani, Gor Mahia yupo ugenini. Uwanja umejaa full house, hakuna nafasi yoyote hii ni Nyanza dabi msimu mwaka 24 mwaka 2025 raundi ya 29. Na hii ni sauti ya beki asiepirika Ali Salim mekuwa nao mwanzo. Sasa tunamaliza mchezo, hakuna mbuzi kuruka kamba. Mekunda chini, anambwana advantage, ugati mazimba anaileta ndani. Austin Odongo musa

far post huko lakini mwelekeo ulikuwa mzuri kabisa, wake Sylvester Owino hono, anaweka kichwa cha thamani kweli. Mwenye nyungu naye atafunga nyungu sasa, wameingia ndani ya nyungu sasa, nyungu inafungwa na inakwenda kutupa kwenye ziwa la Victoria. Namboa mali bado haijatoka. Brian Mishira Migiro amekaa bwana, wachezaji watatu wanapata foul

Hii ni Kogalo. Kika moja ndio imesalia kwa mchezo naambwa, sasa cheza na papo hapo. Nyanza Dabi, kelele za chura hazijamzuia ndovu kunywa maji. mwisho wa siku tisini zinalala Kisii, wamekuja wamesafiri. mwisho wa siku, Gor Mahia moja Shabana